Kwa mzima atakuwa atakuwa na zero wala 4 na division 3 zikuwa 54. Kama ambavyo sina shaka na mkoa wa Njombe kuongoza matokeo ya kidato cha 6. Hapo mambo ambayo tunaweza kushindana hapa Tanzania kama mkoa. Eh? Mambo kama hayo kwamba tukiona wafanyabiashara wetu akilipa kodi kwenye mikoa mingine kama mikoa ile na kodi kubwa kuliko elimu. Elimu tunaambia tuje wetu shindana hapa. Kwenye elimu tuwe tukasimama with confidence tukaambia, mkoa wowote ambao unaona kwamba unaweza kushindana na Njombe, kuja hapa tushindane. Sasa tunajua watoto wetu wataongoza. Mmenielewa eh? <laughs> Eh, huu ni mkoa ambao tumetoa machief secretary wa nchi. Huu ni mkoa tumetoa maspika wa nchi, tumetoa mawaziri wa maana wa nchi, tumetoa maprofesa wa nchi na tumetoa matajiri wa hii nchi eh? Eh. Sio, mnanielewa eh? Kuna mikoa huko inatajwa imeongoza elimu, ukiambia, okay, okay toeni shule za private Joni kwenye shule za serikali. Unawanyosha kuanzia ara 4 mpaka form 6. Eh. Hey. Hey. Kuna mzazi mmoja mtoto wake alifaulu kwenda maketi. Nikaambia naomba uhamisho kwa sema hii shule. Wanataka kupeka shule gani, akitaja shule moja hivi na jina kubwa. Nikaambia mbona, angalia matokeo. Ile shule alihamisha mtoto wote wamepata division wapi? Anakompeleka wana 0, wana 4, wana kila namba za viatu wao zijua. Akaambia mkuu wa mkoa samani, naomba mtoto abaki hapa. Na matokeo osiotoka, akapata wai mtoto wa, wa Njombe, they perform the best, na ndio maana hata ukienda kwenye matokeo darasa nne tulikuwa ngapi kitaifa? Watatu saba watano. Form two wa nane lakini wale tunao shida nao wana shule nyingi za nini na private. Tukienda kwenye masomo, tukisinga kwa masomo masomo mengi tumefanya vizuri, si mnanielewa? Kwa mmesoma mkoa proper. proper mkoa ambao tuna walimu wenye upendo, walimu ambao wanajichukulia kwamba ni mwalimu kweli, lakini ni mzazi wa mtoto na wanawafundisha watoto kwa moyo wa upendo. Mzima atakuwa, atakuwa na zero wala 4 na division 3 zikuwa 54. Sasa mwaka huu, watoto wangu wakiamua kufuta wabaki wali na tu ni wao wenyewe kama ambavyo ukimpeka Saint Francis unajua huyo mwisho hey. Mjiamini? <coughs> Mjiamini? Vizuri, vizuri. Wa siku atapata saba na nane, kwa hiyo mjiamini, jiamini, someni vizuri, jiandaeni vizuri. Mimi naamini kwamba hakuna gep ambao walimu wameiacha. Mungu awabariki sana, nawaombea kila la heri. Mungu akiwa ametupa uhai siku moja tuonane, tunakumbushana. Mimi nilisomaga Njose, tunakumbushana sasa, ni kazee, mimi nimeenda limeenda Muhimbili kutibiwa na daktari wetu. Mungu awabariki. Wazazi wana matamanio makubwa, hebu wainueni wazazi kwenye uso wa Mungu waone achievement hiyo waliowekeza kwenye miaka yote ya mii. Adi sana, upende kutoa hofu ya kwamba mpango wetu wa shule ya Njombe sekondari ni kupata wani wani, na mwisho ni tu, nasi tunakuahidi kwamba tutapata wani na hapa Njombe Sekondari mwaka huu msit. Lakini pia nipende kushukuru jitihada za walimu ambao wamekuwa nasi hapa Njombe Sekondari, ambao wamekufundisha na kutulea mpaka wakati huu. Nasi naahidi ya kwamba tutakuwa na kwa nidhamu ni nzuri huko mtaani tuendapo, hiyo tarehe ishirini na sita, kwa maana wametulea vizuri wakimalezi bora, na wamekuwa ni walimu wetu bora ambao wamepatia spirit ya kwamba tusome kwa bidii, mwisho tufikie malengo yetu ya kupata wani, wani na mwisho tu. Ni matumaini yangu kuwa wanafunzi ikiwemo na mimi mwenyewe tutafanya vizuri, na tuwaondoe hofu walimu wetu pamoja na mkuu wa mkoa, tujitahidi sisi wanafunzi kufanya maandalizi mazuri ikiwemo na revisions ambazo zinatujenga ikiwemo pia kusaidiana. Wakati huu, tusitengane ili tuweze kufikia malengo ambayo kila mmoja anatamani kuwa hapo baadaye. Najua sisi sote tunatamani kwenda vyuo vizuri hapo baadaye na kuwa na maisha mazuri kama tunavyowaona viongozi hao wakiaishi, na ni ndoto ya kila mmoja kutimiza kile ambacho mzazi wake amemwagiza nyumbani na kuja hapa NJOSS ili kuweza kufanya vizuri na kuhakikisha kwamba familia ya kila mmoja inakuwa kama ilivyo matarajio ya wazazi wetu nyumbani. Nakumbuka ilivyokuwa yeah, yeah. Hey, mabweni yakatengenezwa matundu ya vyoo, mabafu, bwaro tunaotumia ili kwa tunampongeza na Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa mkoa, sisi tunasema kwamba tunakushukuru na utamaduni huu uendelee kudumu na hata pale tutakapokuwa, Mwenyezi Mungu amekujalia kutembelea halmashauri zingine, pia tunashukuru kwa ajili ya kuwakilishwa wanafunzi wa NJOSS.